Mshindo wa kwanza saa ya alfajiri iligonga anga la maharia likiwa limetandwa na mawingu mazito. Nyumba ya Bimalaika ilizingirwa na walinzi wa kifalme waliovaa mavazi meupe yenye alama ya nembo ya simba wa dhahabu. Mlango ulifunguliwa kwa kishindo. Bimalaika alisimama mbele yao akijaribu kutuliza hali. Tafadhali, tumekuwa wakazi wa mtaa huu kwa miaka mingi, tunakosa gani? Kamanda wa walinzi Luteni Kilo, alimkazia macho Zuri aliyesimama nyuma ya mama yake. Msichana huyu anahusishwa na jaribio la kuvuruga utaratibu wa kifalme. Anahusiana kwa karibu na mwana wa mfalme bila ruhusa ya kifalme, jambo la hatari kwa amani ya ufalme wa Zamari. Zuri alinyamaza. Bi Malaika alisogea mbele akimzuia kwa mikono. Msichana huyu ni mdogo. Hamna haki ya kumchukua kama mhalifu. Lakini walinzi hawakusikiliza. Kwa nguvu na haraka, walimchukua Zuri, huku mama yake akipiga kelele kwa uchungu, Zuri, Zuri, usiogope, usiwaambie chochote, usiwaambie juu ya damu yako. Zuri alishangazwa na kauli hiyo, lakini hakuwa na muda wa kuuliza. Alipelekwa kwenye gereza la kificho lililoko chini ya jumba la kifalme, sehemu ambayo watu wachache tu walijua ipo. Ndani ya chumba kilichokuwa na kuta za barafu na sakafu ya mawe, alifungwa mikono na kukaa kimya. Wakati huo huo, Elian alikuwa kwenye mazoezi ya kifalme akiwa na hasira. Alimkabili baba yake Mfalme Alma. Mwache Zuri. Yeye si tishio kwa ufalme huu. Mfalme alimwangalia kwa ukali. Wewe hujui dunia hii mwanangu. Mwana wa kifalme hawezi kupenda kiholela. Mapenzi ni sadaka ya kifalme kwa taifa, si hisia za kijana aliyechanganyikiwa. Elian alikata kauli, basi naitwaa sadaka hiyo na naichoma motoni. Mfalme alihesabu hatua tatu mbele akimtazama mwanawe kwa macho ya chuma. Ukichagua msichana huyo, itakuwa vita kati yako na mimi. Siku hiyo ndani ya gereza, mlango mdogo wa siri ulifunguliwa. Alikuwa ni Kapteni Joram. Alimleta Zuri chakula na blanketi. Zuri, usiogope, alisema kwa sauti ya pole. Lakini kuna jambo nataka ujue. Mfalme anataka kujua kama kweli una damu ya kifalme. Ana hofu kwamba unaweza kuwa tishio halali kwa kiti chake. Zuri alishikwa na butwaa. lakini ni kweli je, damu yangu ina nguvu hiyo? Joram alimwangalia kwa makini. Mama yako anajua zaidi lakini nimegundua kitu hereni ile uliyovaa siku ile, hii ina nembo ya kifalme ya ukoo wa zamani wa Enaria, ukoo uliodhaniwa kuangamizwa miaka 21 iliyopita. Zuri alihisi mwili wake unatetemeka. nina maana gani? kwenu i huenda wewe ndiye mrithi wa kifalme wa Enaria ina. Kama ni kweli, basi upendo wenu hauwezi tu kuleta mapinduzi ya moyo, bali ya historia nzima ya mataifa mawili. Mlango ukagonga kwa nguvu. "Subiri, Joram, alisema sijamaliza, eh." Lakini walinzi wa kifalme walikuwa wamekuja si kwa huruma, bali kwa agizo la mfalme, kumhamisha Zuri kwa ajili ya kuanza uchunguzi rasmi. Je, Zuri hatojulikana kama naye ni bint kutoka familia ya kifalme au la? Tafadhali usisahau kusubscribe ili kujua nini kitaendelea.